Kwa wengine wadau wangu mimi ndio yule yule hivi. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sababu <coughs> kwa sababu Azam ndio mama, ndio baba, ndio kila kitu yani ndio kila kitu katika familia. Mimi Ibrahim Kasoro nimejulikana kupitia Azamu. Ibrahim Kasi najulikana kupitia Azamu Ninaisha maisha yangu kupitia Azam na pia, pia mahakama kwa kutoa maamuzi sahihi kwamba ngumi zirudishwe Tanzania Anachosema kwamba mimi siwezi kumsamehe kwa sababu alikuwa ni mshikaji wangu. Kama nimemsamehe nimesamehe, ni kivyenu vyenu. Sababu kwa kwa tumekaa mwaka mzima tumefungiwa, ngumi zimefungiwa, na ukiangalia Azamu ndio kila kitu yani katika maisha yetu ya ngumi, sisi asifiche mtu. Mtu ataongea tu kwa kamavu, kiunafiki tu kwenye mitandao kwamba Azamu sio nini, ngumi zinachezwa zinachezwa kwa zamani. Babu hakuna. Zamani zilikuwa ndala padi padi ndala glavu, yani labda umefunga tu matambara ya mikono unapiga ngumi hivyo, mtaani watu wanakabana ovyo ovyo. Lakini kwa hivyo Azamu sasa hivi ngumi zimenyoka zimetulia, lakini leo kabisa kabisa, kuna nuru. Leo inaonekana usoni kwetu, tunaongea hapa tunatabasamu, kwa tuna uhakika baba yetu karudi hapa mimi mahakamani kesi ni kwani kwenu mpaka siku moja, kuna yule yule jamaa alinipiga picha akatuma kwenye magrupu. Yani, kanipiga picha natoka mahakamani, afu kanitumia message kibao, wewe unaenda ku, unaenda mahakamani huko Azam wamekupa hela sio? Nikamwambia baba, mimi mimi, si mimi sichukui ya mtu, mimi nafuatilia haki yangu. Wewe umefuatilia haki yako na mimi nafuatilia haki yangu. Kwa hiyo, maskini ya Mungu, sasa hivi tunaomba tu arudi kwenye udalali wake pale, afanye fanye makazi ya udalali iweze kumuingizia, na udalali wenyewe wa siso, sio kwamba udalali wa viumba anaweza kwenda kupata hela nyingi, kidogo udalali wa siso. Sisi tunaomba kwa sasa, wapenda watu wa ngumi asituingilie kabisa, kwa sababu sisi tuna hasira, tulikuwa tuna hasira, ila sasa hivi hasira hizo zimepungua. Tunachoambia tu kule kona yasi tuingilie kabisa kuna mpango mpango wa ngumi. Aje tuangalie maisha yake mengine, kama anaweza karudi Mbeya akaanze kulima mipunga kule mashamba yako mengi. Mjini kusema lazima tukae mjini hapa. Wengine arudi tupungue kidogo, tupate kupumua wengine. Kwa hiyo, angalie mambo mengine maisha mengine ya kuishi. Aje asema mimi hata kufungua kanisa Mbeya. Hasa nisi waumini jamani Mbeya huko. Kanisa lifunguliwi tena. Kesi tumechemka na ikiwezekana mabondia tunaweza tukamfungulia kesi wenyewe kwa sababu katufungia miali zikizetu. Kwa sababu bwana wewe, jamaa wewe, wewe mzee. Aisee. Sisi bwana sisi tukupendi. Watu wameongea hapa wamekusamea na sijui waja kusamea hata mmoja hakuna. Yaani, ukae mbali na hii chata hizi kuona, bwana eh. Baba mimi bwana na furaha sana kwanza, jana ninyi kwanza sijalala nyumbani kwanza, yaani nimekaa nimekaa macho, tunaomba dua tumekaa macho. Au wapi? Wapi? Eh? Mama timkaa <iye. laughs> <laughs> unisikiliza <laughs> <laughs> bila hivyo sijui ningekuwa niko wapi sababu tulikuwa tunapitia magumu mengi sana, tulikuwa watu wa hasira muda wote e, kama alivyozungumza mheshimiwa mbunge bungeni taletale akizungumza kwamba ngumi zinaelekea wapi. Tunaomba azamu mrudi, tutakaribisha wezi nini, lakini kwamba tunashukuru Mungu hakuna e, matukio yoyote yaliyotokea katika kipindi ambacho tunapitia magumu. Naweza nikasema kwamba ni fursa kubwa kwetu sisi mabondia na wapenda masumbwi hapa nchini Tanzania na ningependa kutoa shukrani kwa azamu kuweza kutoonia huruma, maana tulikuwa tunapitia maisha magumu sana e, na hatuwezi na, kuficha, hatuwezi kupepesa macho. Mabondia walikuwa wanapata nafasi za kucheza, lakini ukosefu wa azamu nilikuwa ni pengo kubwa sana, na sio sisi tu mabondia, mpaka kwa baadhi ya wazamini mashabiki, naweza kusema Tanzania kwa ujumla tumepitia changamoto kubwa sana lakini, kwa upande wangu binafsi nili stop mazoezi. Ukimwangalia bondia mwenzangu Kinyang'ala mimi tunacheza utoto mmoja, lakini sasa hivi nimekuwa bonge la jitu. Hii inaweza ikaelekea kwenye kruza, kwa wanaojua kilo 80 na kuendelea, lakini kwa sababu gani nilikuwa jimla na chungu, lakini kurudi kwa Azam leo hii nikitoka hapa naanza mazoezi rasmi. Dogo janja ananizungumzia sana, ajiandae ajiandae. Unaweza kusema kwamba ni furaha kubwa sana tunashukuru sana sana sana sana, na sio mimi tu, Tanzania kwa ujumla. Na pia nitoe kuchukua kwa media zote nazo tusapoti, makubwa yanakuja na mazuri mengi sana yanakuja. Si vibaya wao kutokuwepo, lakini pia vipi, naweza kusema kwamba jambo tumelifanya muda mchache, lakini hata wao pia wamelipokea kwa furaha. Kwa hiyo ukosefu wao tunawakilisha mabondia wengi, hayupo hapa Said Bwanga, Oscar Richard e, eh, hayupo hapa Juma Choki, wako wengi, lakini kutokana na jambo hili tumelifanya muda mchache, lakini ni furaha ambayo tulikuwa nayo sisi, huenda nao wao wametuzidi, lakini kwamba tuna furaha sana na ni fursa kwa mabondia, kwa sababu binafsi nimeandaa mashindano ya mfaumi kapu, lakini tulikuwa tunakosa kwa sababu aliandaa nani mtu wa ngumi, lakini ni fursa pia kuelekea katika kazi nyingine kwa mabondia, naweza kusema ni faraja. E, zile changamoto na njaa tu tunazipitia, zinakwenda zi kuisha au zimeisha, kuanzia sasa hivi leo Jamali pia kaanza mahakamani, hivi anacho chumba cha kulala sana. Bwana hapa msamaha kwangu mimi hakuna. Mimi japo bondia tajiri lakini msamaha hakuna. Baada ya msama kusema hayo

Ukimdunda okay, mtu fresh. Kwa hiyo lakini sisi napenda hivyo hivyo, tukidundwa tunacheka tunanuna, tuna muda mwingine unajifuta kwenye ulingo, hizo kaenda kala kichapo kule nyumbani kwanza na kasiku mbili ndani kutoki nje kutokana na adhabu na singo. Ukimdunda mtu asubuhi tu mapema, umetoka nje pale na penzi lako umekaa. <laughs> kwa hiyo yote ni heli kwa sababu eh, hey, huu ni mchezo. This is a business. Unajua naongea Kiingereza sana sasa hivi. Nataka kusema hayo. Asanteni sana. Tunawaomba event ya kwanza ikiwezekana, tupigane wenye wenyewe kwa wenyewe, yani, ikiwezekana event ya kwanza hapo, mfumo mfumo ilivyalali, Durambabe Ibrahim Kasi na Sibula Mazani, ikiwezekana tupigane wenye wenyewe kwa wenyewe. Hakuna bondia yote kutoka nje na hakuna hata kukimbiana, tupigane wenye wenyewe kwa wenyewe, yani ukipigwa kesho asubuhi, kama utoki ndani basi. Mimi baada ya kusema hayo, asanteni na washukuru sana, naona ubuja usigara hata sasa hiyo issue ni weight tofauti, kwa sababu mimi nachezea super middle weight 76.2. Ndio maana naongea Kiingereza sana. <laughs> sawa <laughs> <laughs> <laughs> <Ina, laughs> kwa hiyo tupo weight tofauti sasa, sijajua hapo kigezo gani kinaweza kutumika kwa na kucheza hiyo A D. A ah, mimi ni jembe. Haichagui sehemu ya kulima. Kwa hiyo kilipa kwenye matope na lima, kwenye michanga na lima, kwenye kokoto na lima, kokote pale. Lingoka ingo libwela ingo. Yaani asilimia kubwa. Kwa sababu hapa ilipokopo adha mnarusha ngumi. Yaani ukimkamata mwandishi wa habari mmoja, ukizunguka naye sehemu, kwa duka lolote kalia ko posta. Unaunga. Yaani unaunga. Umeona? Lakini sasa hivi mwanangu, tulikuwa tunakimbiana hapa. Mimi nakwambia, tulikuwa kama Dave Attack, tunanunua maji makubwa, tunafanya maji makubwa chips kavu. Mabondia sasa hivi, mabondia tajiri piki yangu. Sisi mnasibi mnasibi kudaka hapa. Au mtaki kudaka. Ah, mna hela nyingi. Au mta <laughs> <laughs> <laughs> doivo, na hela bwana ndio hivyo, mimi nashukuru, nashukuru, nashukuru sana. Ila Azam, najua mpaka sasa hivi bado kwa sababu kuna clip moja niliona ya Patrick Kemela akiongea kwamba hata kesi kisha hatuna ulazima kwamba naweza kurudi kwa au, au tusirudi. Nadhani kitu kama hiyo alikiongea. Mimi bado tunamuomba, ni kama kaka kama mkubwa kwetu, yani kwamba tunamuomba yarudi kwenye boxing, au proposal zetu za boxing ziende, kwa sababu promoter sasa ametokea mengi, hadi Ibrahim Class promoter. Kwa hiyo naibu, kwa hiyo tunamuomba, tunaomba tukamudia rudi tu, ndugu zangu, mtubebe Naitwa Idi Pialali, tumekuja kuzungumza jambo la Azam kurudi kuni boksi. Kwa hiyo ni swala kubwa, sisi tumelipokea sana kwa faraja na tumependa na tumefurahi, kwa sababu magumu tulikuwa tunapitia, tulipitia magumu mengi sana. Mabondia tumekaa bila kucheza, faiti zinakuja faiti lakini bado hazina, hazina na talenti ya kuweza kufika kama Azam zilivyo na kama ndugu yangu Mfaume kwamba alikaa muda mrefu baada ya kutoka Azam, kwa hiyo alikaa muda mrefu kwa sababu alikata tamaa kwa kuona tunaelekea wapi hapo tulipo, kwa sababu tumekaa na tucheze fight, tuonekane na Azam kama mbondia, tuko tunacheza kama hivi, naona tunafanya maisha kupitia Azam TV, lakini tulipotea kulingana na Azam ilivyotoka, basi tukapotea, lakini tunashukuru na tumefurahi kurudi Azam TV na kuendeleza vitasa. Hii swala la Amosi kama bondia mwenzetu sisi tumemwona, tumsamehe tu kwa sababu aliutenda, anajijua mwenyewe, lakini sisi tumsamehe tuangalie maisha mengine, kwa sababu mahakama ndio kila kitu na nimeshaamua basi. Nafikiri tuma kumsamehe tu. Nimepokea vizuri kulingana, tumecheza fight nyingi hapa katikati, lakini mashabiki zetu hawajui tumecheza lini. Maana unacheza lakini unapigiwa simu, unacheza lini? Kwa hiyo, anataka kila siku akuone kulingana Azam ndo walikuwa wanatutangaza Azam ndo walikuwa wanafanya sisi tunaonekana kokote yani, tunapiga yani, kabla kabla tangazo tu linatoka, napigiwa simu tumeona unacheza mechi. Lakini kwa sasa hivi imekuwa ngumu kulingana, hatuonekani yani, tunacheza fight ndio, lakini hapo ukizungumzia nasibu kacheza lini watu hawajui, lakini nilicheza tu mwezi wa kumi na mbili mwaka jana, ndo nimaliza fight yangu pili na Pili na tatu tunapenda tena kuwashukuru nyinyi waandishi kwa kupoteza muda wenu kuja hapa. Azam bado tunaendelea kuwashukuru sana kwa sababu muda mwingi tulikuwa tunaishi maisha ya shida sana. Ni maisha ambayo kiukweli ni magumu. Kwa sababu management nyingi wana mabondia zao. Kwa hiyo sasa bila wewe kwa miongoni mwa yani ukatubu yani uka watu yani uka, yani ukalilie shida kule ndio upate fight. Kwa hiyo sasa, watu wengine watu kama sisi hatuwezi kujishusha eti ili mradi eti nicheze fight nije kuj... kulialia kwako kwa kwa tuta... kwa ili nicheze fight. hakuna kitu kama kwa sababu mi sichezi fight bure. Kwa hiyo kama Azam wamerudi, wamerudiarudi ni jambo la heri, ni jambo zuri kwetu sisi, ili tuzidi kuonyesha uwezo wetu na mashabiki wazidi kupata burudani, pale palipoishia ndo paanze pale pale. Uh, uh, kwa majina anaitwa Raimo Omari almaarufu Torubati, mfalme wa watoto elfu mbili katika ngumi uh, ningependa kuongea kwangu mimi na kwa vijana ambao tunakuja upcoming. Tulikopo tunatarajia mambo makubwa mengi sana, tunafanya mazoezi mengi sana tukitarajia tunaenda kuonekana, Azam kaka zetu walivyokuwa wanatuaminisha kwamba ukija kufanya vizuri, mifano ya kuiga tulikuwa tunaiona kwa kaka Ibla, Dula, mfaume mfaume. Maisha walikuwa wanaishi na sisi kama watoto ambao tulikuwa tunakuja, ni vitu ambavyo tulikuwa tunatamani na sisi tuje kulishika hilo gurudumu, tukiamini platformu ambayo ilikuwa inatuuza ni Azam, ingeweza kutufikisha malengo moja au namna gani, katika swala zima la kibiashara, lakini imetokea mambo ya wakubwa tena, wamestopisha ngumi kwa sisi kama vijana, ilikuwa imetukatisha tamaa. Na ukiangalia kama ni vijana ambao tulikuwa ndo tunakuja, hata hayo majina kama wakina baza Mfawume, wakina wakinaai, hatujafikia hayo majina. Tulikuwa tunaamini kwamba Azam inaweza tuka, ikatufikisha tukafikia katika hayo malengo ambayo yalikuwepo tunayahitaji. La kushukuru zaidi, na la kuomba Azam wasikate tamaa, sisi mabondia tupo nao bega kwa bega na tunawahitaji warudi, ili kutusapoti vijana wa Kitanzania. Na kama awali, kama awali makaka zangu walivyoongea, sisi kama vijana, inavyotokea fursa ya kupigana inakuwa ina ngumu, na ukiangalia mapromota ni wachache ambao wanaweza kuitisha. Ukiachana azamu walivyostop, mapromota alikopo wachache pia wanaangalia majina kwa sababu hela walikuwa wanategemewa zipate katika tiketi na wewe ukiwa kama bondia upcoming una kipaji lakini, utakiuzaje kipaji chako? Ingalikuwa una fans base kubwa sana, huko nyuma ulikopo naye, ilikuwa inatufanya ugumu katika kuonekana. Umeona na tuko patuelewe, na kama na sisi tunaweza tukaja kupata bahati, lakini ujio wa Azam kama atarudi, tuna imani kama vijana na sisi tutapokuja kupata fursa ya kuja kuonesha tulicho nacho itakuwa katika ukubwa wake ambao unastahiki. Waandishi wa habari na nitoe rai kwa mabondia wa cruiser cruiser weight, unajiita namba moja Tanzania. Wewe cruiser, kama hujacheza na mimi, we sio namba moja yani kama wewe namba moja hujacheza na mimi, wewe sio namba moja. Na kama unajijua wewe pia ni bondia wa wa light middle, yani inamaanisha kilo sabini na tisa, maanake ni kilo ambao pia anafika, wewe sio namba moja <tune>